Ya leo. Mwamini Mungu katika hiyo taarifa mbaya, ya kweli. Mwamini Mungu, Mwamini Mungu, Mwamini Mungu atakutetea. Kuna mtu ananielewa? Matokeo mabaya sana, umefanya kitu umepata matokeo mabaya kabisa, naona naunaona haya matokeo ni mabaya kuliko, lakini katikati ya hayo matokeo mabaya Mwamini Mungu Atakutetea. Taarifa mbaya inatisha. Taarifa mbaya inaumiza. Taarifa mbaya inavunja na kukatisha tamaa. Taarifa mbaya inaleta mafadhaiko. Taarifa mbaya inajeruhi, inaleta majeraha na vidonda. Taarifa mbaya inasababisha anguko. Taarifa mbaya, majibu mabaya yanatusababishia maanguko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katikati ya taarifa mbaya unasema asubuhi ya leo, katikati ya taarifa mbaya sitakata tamaa, katikati ya taarifa mbaya sitaumia, katikati ya taarifa mbaya sitavunjika moyo wala kukata tamaa, katikati ya taarifa mbaya sitafadhaika, katikati ya taarifa mbaya moyo wangu hautajeruika wala, katikati ya taarifa mbaya sitaanguka, maana najua katikati ya taarifa mbaya ninamwamini Mungu yuko atanitetea. Bwana Yesu asifiwe, amen fa mbaya ya kuangusha watu na utumia jambo mbaya kabisa ambalo unaona kabisa, hata iwe haya matokeo, ninaamini kabisa ndiyo mwisho. Ndicho kigezo anachokitumia shetani kwa ajili ya kuangusha watu, ufanya mambo kwa kuyageuza ili tuone kuwa mungu hawezi tena. Kwa hiyo hayo, unapofikia hali hiyo, shetani anatumia taarifa hizo kama kutuonyesha mambo yamefika mwisho na hayawezekani tena. Lakini nataka nikwambie siku ya leo kwamba hayo mambo mabaya anayotumia shetani ni viini macho. Anavigeuza vinakuwa ni viini macho vikionyesha, yani vikiwa na viashiria kwamba ni kweli hivi vitu. Tukiangalia mazingira, tuna sababu tuna kila sababu ya kusema imeshirikana, lakini kumbe ni viini macho anavyovitumia shetani kwa ajili ya, maana najua taarifa mbaya inakuangusha taarifa mbaya inavunja mahusiano yako na Mungu. Taarifa mbaya in, yale mahusiano yako na Mungu kule alikokuwa ya yamefika, inayapunguza. Taarifa mbaya, Bwana Yesu asifiwe. Taarifa mbaya inakupunguzia mwendo, taarifa mbaya inakurudisha, taarifa mbaya inakuwekea mipaka, taarifa mbaya inakuwekea uzio, taarifa mbaya inatengeneza tena geti, mageti yale, mageti yale, mageti ya chuma. Ndiyo kazi ya taarifa mbaya lakini asubuhia leo, ninalo neno ninalo neno la ushindi kabisa, katikati ya hiyo taarifa mbaya ambayo imetengeneza mageti ya chunga, ambayo ilipofika wakati ambapo Petro alikuwa akifika akifika akipita Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikote sulla sasa. Leo hakuna taarifa mbaya. Amina. Leo hakuna taarifa mbaya. Kila taarifa ambayo umekutana nayo kwenye maisha yako, sikio na roho nataka nikusaidie umwambie Mungu hivi, katikati ya hii taarifa mbaya, bado ninakuamini Mungu. Katikati ya haya ambayo nimeyaona ni nimea, mabaya, si yakubali kabisa, sitaki kukubali kama ndio uhalisia, lakini ninakuamini Mungu. Katikati ya haya magumu sana. Amen. Amen. Ufanya ufanya hivi kama vieni macho. Lakini kumbe upo uhalisia kama ukimwamini Mungu. Upo uhalisia wajambo kama ukimwamini Mungu. Bila kutisha. Hebu tusome. Hesabu 13:32 na 33. Tena nakala. taarifa mbaya katikati ya taarifa mbaya katikati ya majini mabaya katikati ya maneno mabaya katikati ya matokeo mabaya, unaamini nini kwa jini? Unaamini nini? Hesabu kumi na tatu tusoma wale kitabu wa kira sika mbina sila tatu tasoma kwa jina la Yesu. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile ya nchi walioipeleleza, wakasema ile nchi tulioipeleleza, ile nchi tuliopita kati yake ilikuwa ili kuipeleleza, ni nchi inayoona wana watu wanaoikaa, na watu wale tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili. asifiwe. Amen. Wana wa Israeli walipowatuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani, walipofika kule, wakaleta taarifa mbaya, wakaleta machibu mabaya. Ule upelelezi wao ukaonekana unazaa matunda mazuri. Ule upelelezi wao ukaonekana una

chini ndivyo walivyokuwa wanawaona wale watu wale, wapelelezi waliokuwa wameenda kupeleleza ile nchi wakasema, hatuwezi hatuwezi kwa gharama yote kwenda kupigana na wale watu. Wakiangalia wana majeshi makubwa, wadayati, mijitu imepana juu, mirefu, ina vifua miraba, wakiona nasema hapana, tutakufa. Wakarudisha taarifa mbali, nazungumzia taarifa wakarudisha mashimu ya kukatisha tamaa, japokuwa walichuma zabibu, walichuma mikomamano, walichuma mikweli, alikuwa ni matunda mazuri ya kuvutia, lakini sasa nyuma yake kulikuwa na taarifa mbaya. Halo wale wapelelezi baada ya kurudi na taarifa mbaya, wana wa Israel wakaanza kunungunia.

shau wa macho kabisa. Ina ukweli, ina ukweli asilimia mia moja. Maana walipeleka Utumwa. Lakini kwa sababu ya taarifa mbaya walitamani bora waendelee kuishi utumwani, walitamani bora wakafanyishwa makazi makubwa mazito magumu, lakini wasiende kula ambako zimeletwa taarifa mbaya. Ilikuwa taarifa mbaya ya kweli kabisa, ila kwa sababu ya kuona tatizo lilivyo, tatizo lilivyo walilia sana. Wakazitamani zile tabu za Misri, kumbe ilikuwa ni kiini macho ili warudi kwenye mateso na utumwa. Kilikuwa ni kiini macho. Nimekwambia mwanzo, taarifa mbaya inakatisha tamani, taarifa mbaya inakurudisha nyuma. Ndicho kilichowakuta wana wa Israeli, walipokutana na taarifa mbaya walitamani tu wala wakaishi kwenye mateso, walikata tamaa lakini wakati wanatoka kwenye le nchi walitoka kwa ushindi mkubwa, walitoka kwa shangwe nyingi. Taarifa mbaya ikawafanya watamani kwenda kubeba mizigo, watamani kwenda kuzulumishwa, watamani kwenda kumfanyia Farao kazi zisizokuwa na malipo. Taarifa mbaya. Lakini kati yao wachache wenye imani ya kweli ya Mungu walitoa wa ila ya matumaini

Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko mkutano, na, na wana wa Israeli, na, wa na Yoshua mwana, mwana, mwana wa Nuni, na Karebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao wali Haruni Kalemu na nani? Na Yeshua ni miongoni tu mwao, si ndio? Wakaanguka mbele ya nini? Ya kutana. Wakafanya nini? Wakaanguka, endelea. Anasema wakalalua nguo zao. Wakalalua nguo zao. Wakanena waka na mkutano wote. Wakasema na mkutano. Wakisema. Wakisema. Inchi ile, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana atatufurahia atatuingiza katika, inchi A, inchi, katika io, nchi At atupe iwe yetu. Atupe iwe yetu. Iu, nayo ni nchi nayo, Yenye wingi, yenye wingi wa maziwa na asali, asali. Lakini msimwasi Bwana wala, wala msiwaogope, wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu, maana wao ni usiwogope wale wa macho, usiwogope wale wale shida, usiwogope ila Ine mshito minene milabasha wa mshiro kote, maana hata hao nao waona, na leo Bwana atatupa, kwa kuwa ametupa hiyo nchi iyo ya kwetu, hata hao wana tawatia mikononi mwetu, watakuwa ni chakula chetu. Amen. Kumbe ilikuwa nchi nzuri sana, ilikuwa ni nchi tamu sana, ni ile Biblia nasema yenye maziwa na asali. Ukiambiwa nchi yenye maziwa na asali, nchi yenye baraka zote za kimungu, yaani kule mbakonku unaenda kukutana na baraka zangu za nini? Zangu baraka za Mungu ambazo amezijaridi kwenye maisha, nchi yenye maziwa na asali. Lakini wana wa Israeli kabla wajajua walinung'unika sana, kumbe kilikuwa ni kilinimacho lakini wakasimama wachache wakalalua mavazi yao wakalia wakasema na mkutano, kama ambavyo siku ya leo tunasema na, na, na wewe kanisa, tunasema na wewe mtu wa Mungu ambaye Mungu amekuleta katika ibada ya asubuhi ya leo. Tunasema na wewe, tunazungumza na wewe, tunakwambia haya maneno ya kuwa usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope bana, Bwana atakutetea. Amen. Ni kweli wapo wamefika, watu wenye nguvu sana, pengine wana silaha za kutosha tena zenye nguvu kuliko silaha ulizo nazo wewe, lakini asubuhi leo, mchana wa leo nataka nikutie moyo nikwambie usiogope. usiogope usikate tamaa Usitisha hicho kiini macho. Nataka nikuulize, ni jambo gani sasa, umefika wakati umeona linakutisha? Ni kitu gani ukikitaza

Wasifiwe. taarifa gani mbaya ambayo umeipata inayokuvunja moyo? Taarifa mbaya inavunja moyo, taarifa mbaya inakatisha tamaa, taarifa mbaya inazofisha kimani. Inaweza kuwa ni taarifa ile unayoiona ya mazingira unayoyaona, lakini pia inaweza kuwa taarifa ya vile unavyojisikia wewe mwenyewe ndani, au taarifa mbaya ya vile unavyoambiwa na watu, taarifa inayolenga kukuzuia usifike mahali fulani. Mungu alikuwa amekusudia mema kwa ajili ya wana wa Israeli, anataka wafike kwenye ile nchi ya ahadi ya Kanaani. Amewasaidia bahari ya Shamu ameipasua amewasaidia mambo yote, lakini wapelelezi wanaporudi, wanarudi na taarifa mbaya tena nilikuambia ilikuwa ni taarifa halisia kabisa, vilikuwa ni vitu vinavyoonekana kwa macho, siyo vitu vya kufikirika, sio ndoto. Vilikuwa ni vitu wanaviona, wamekaa huko mwezi mzima na siku kumi wanaona, wanarudi na taarifa mbaya, wanaambia mamilioni ya wana wa Israeli, jamani, hatuwezi, hatuwezi. Halafu watu wanne Biblia inasema Musa, Haruni, Yoshua pamoja na Karebo, kwenye mamilioni ya watu, wakasimama na habari njema, wakasema sikilizeni, ni kweli huko yako mabaya, lakini taarifa njema ni kwamba Mungu anaweza kututetea katikati ya hayo magumu. Ni kweli wako wanefili, lakini Mungu wetu ni mkuu kuliko wanefili ni kweli ziko changamoto lakini taarifa njema ni kwamba Mungu ni mkubwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya sura ya 61 kwamba roho ya Bwana yu juu yangu kwa maana Bwana amenitia mafuta kwa hubiri wanyenyekevu habari njema. Habari njema inapingana na habari mbaya. Habari mbaya inasema utakufa, lakini habari njema inasema utaishi. Habari mbaya inasema hauwezi, lakini habari njema ya neno la Mungu inasema unaweza. Habari mbaya inasema turudi Misri, lakini habari njema inasema tuendelee mbele. Jamani, haleluya! Habari mbaya inasema hatufanikiwi, inasema ni mwisho wetu, lakini habari njema inasema tunafanikiwa. Habari njema inasema Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Habari njema ndani ya moyo kufunika macho yako. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. sijui ni habari gani mbaya unaisikia, habari mbaya kwenye ndoa, habari mbaya kwenye maisha, habari mbaya kwenye uzao, habari mbaya kazini, habari mbaya mahala popote pale, habari mbaya kwenye mahusiano, habari yote mbaya unayoisikia inapingwa na habari njema. Kama huko mahali hapa, unahitaji Mungu aingilie mahali fulani ambapo kuna habari mbaya, sogea mbele hapa, twende kwa. Sogea mbele kama uko hapa leo, sogea mbele. Kama unahisi kuna mahali kuna habari mbaya inajaribu kukupunguzia mwendo, sogea mbele. Ebu inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu ambao nataka ukisogea mbele na kusubiria na kusubiria, wewe ambaye nataka kusogea mbele, kama kuna mwingine sema Bwana Yesu, sema kwa sauti kuliko Bwana Yesu, ninakuja kwako mchana wa leo, ninakuomba uyalinde masikio yangu zidi ya habari mbaya, uyalinde macho yangu yasione habari mbaya, uiweke nafsi yangu karibu na habari njema ui